Ndugu mgeni rasmi, hospitali hii tangu ipate usajili wake inatoa huduma katika vitengo vifuatavyo: namba moja, huduma ya wagonjwa wa nje yaani OPD, wagonjwa wa ndani yaani IPD, huduma za mama na mtoto yaani RCH, huduma za uzazi maternity, huduma za upasuaji mkubwa na mdogo huduma za uangalizi maalum, huduma za ugunduzi wa magonjwa yaani maabara, huduma za mionzi x-ray na ultrasound, huduma za watoto njiti, huduma za macho. Ndugu mgeni rasmi, hospitali ya Mtakatifu Joseph Ikelu ina jumla ya wafanyakazi 175 wenye taaluma ya afya na wasio na taaluma ya afya kama ifuatavyo: nikianza na wenye taaluma ya afya madaktari bingwa wawili madaktari ngazi ya shahada nane madaktari wenye ngazi ya stashahada watatu matabibu sita wauguzi ngazi ya shahada mmoja maabara ngazi ya shahada wawili wenye ngazi ya stashahada arobaini na sita wenye ngazi ya astashahada 24 wasaidizi wa afya 36 wasio na taaluma ya afya jumla yao ni 47. Kutokana na matatizo yanayojitokeza kwenye maeneo yetu, hasa shida za ajali na vifo vya kina mama, hospitali hii imeweza kuajiri madaktari bingwa ili kupunguza vifo vya kina mama na pia kuondoa ulemavu wa kudumu hadi sasa hospitali hii imeweza kuwapata madaktari bingwa wa matatizo yafuatayo kama ifuatavyo: moja, matatizo ya mifupa yaani orthopedics; mbili, matatizo ya kina mama, yani obstetric and gynecology. hospitali hospitali kuongeza huduma toka huduma za kawaida hadi sasa kuwa na huduma za kibingwa kuboresha huduma za watoto wachanga, kuongeza vifaa vya kutosha kwenye huduma za maabara, kuongeza jengo la kulaza wagonjwa, kuongeza ajira kwa Watanzania toka 44 ilipofunguliwa hadi sasa kufikia 175, kuanza ujenzi wa chuo cha afya. Ndugu mgeni rasmi, katika maazimisho haya ya wafanyakazi wa hospitali ya mtakatifu Joseph Ikelu, tumeweza kutoa huduma za kijamii zilizotanguliwa sherehe hii kwa kutoa huduma za kujichunguza afya kwa wananchi wa mkoa huu na nje ya mkoa kwa kutoa vipimo bure ikiwa ni sehemu ya kuenzi jubilei kuu ya Ukristo tukiwakumbuka wagonjwa na wahudumu wa afya kwa muda wa siku mbili na pia tumehudumia wananchi wanaume wamehudhuria mia moja na sita na wanawake mia tatu na sita jumla kuu mia nne kumi na mbili. Katika hospitali hii kuna changamoto zifuatazo: <coughs> namba moja, ukosefu wa vipimo vikubwa hasa CT scan na MRI kutokana na mahali tulipo na kutokana na changamoto za magonjwa yanayojitokeza kwa wananchi wetu, kama hospitali ingepata kipimo hiki ingesaidia sana kupunguza safari za kuwapeleka wagonjwa sehemu nyingine ili kupata kipimo hiki. Namba mbili: ukosefu wa huduma za dialysis. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na ongezeko la magonjwa ya figo, presha na kisukari, tatizo hili sasa ni kubwa hospitali yetu ina ukosefu wa huduma hii. Namba tatu, kupanda kwa maisha ambapo kunapelekea kutojitosheleza kwa mishahara kwa watumishi wa ngazi zote, ambapo kunasababisha kuwa na wafanyakazi wapya kila siku na kubaki kuwa hospitali ya kujifunzia daima, wakifanikiwa wanaondoka. Namba nne, ukosefu wa jengo na ofisi za utawala. Matarajio: ndugu mgeni rasmi, kutokana na haya yote yaliyosemwa, hospitali ya mtakatifu Joseph Ikelu inatarajia kuwa na chuo cha afya. Hii ni kutokana na hali ya mazingira tulipo na kuwawezesha wananchi na waumini wetu kwa ujumla, kuwawezesha watoto wao kupata elimu ya afya katika mazingira yetu hadi sasa tuko katika hatua ya ukamilishaji wa awamu ya kwanza na kama itawezekana kuanza kutoa elimu hivi karibuni. Ndugu zangu, nipende pia kumshukuru kila mmoja wenu, kama nilivyosema mwanzoni, kwa kile anachokifanya. Mpaka hospitali hii ya Ikelu ipo namna hii ilivyo, ni juhudi za kila mmoja wenu, na hiyo ndiyo inayotakiwa katika hospitali uwa na mshikamano kila mmoja katika sekta yake, kwa hivyo mmoja akilegea, basi wengine men, mengine tena yanaharibika. Basi niwaombe mwendeleze ushirikiano huo, mwendeleze upendo huo, mshikamano huo mlionao, mwendeleze kabisa, ndugu zangu. Uwepo wa hospitali hii umeleta chachu ya maendeleo katika eneo hili. Ndugu zangu, niwaalike wenyeji wa hapa tuitumie vizuri huduma hii tulionayo, na asanteni pia kwa kufikiria kuwapa watu wengine vipimo bila malipo siku hizo mbili juzi na jana, asanteni sana. Tunajua kabisa hospitali eh, hii imeletwa hapa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi na sio biashara. Kwa hivyo tuombe tusaidiane katika huduma hizi, tunapata changamoto kama walivyoeleza katika taarifa ya hospitali, changamoto pia katika uendeshaji, michango mingi, kodi nyingi, mtawala hapo anajua nao bana bana na serikali huko na mamlaka za mapato kadhaa. Sasa twaombe viongozi wa serikali mliopo, mnalo tusemea huko, mtusemee kama kituo cha huduma na sio biashara. Kanisa linamhudumia mtu kimwili na kiroho kwa hivi muda fulani miaka hii ya karibuni, sisi private sector hasa za makanisa tunaonja ukali huo. Kwa hivyo basi, tuiombe serikali iwe inatufikiria katika jambo hilo, na pia ugumu katika mambo ya bima. Muda mwingine huwa tunasema, yani, tunapata shida sana katika bima kwa sababu vifurushi vya bima vilivyoletwa sasa kidogo vinakandamiza mtoa huduma kwa sababu bei zake kidogo ziko chini, kwa hivyo inakuwa ngumu kidogo kuendesha e, kuendesha hospitali. Kwa hiyo wafanyakazi, muda mwingine mnaweza kumlalamikia mtawala, kumbe anapambana kweli kweli ili apate mishahara yenu. Kwa hivyo asanteni utawala, maana wafanyakazi wamewapongeza hapa kwamba wanapata mishahara kwa muda wake. Asanteni sana na pongeleni sana katika hilo. Kuna changamoto kubwa siku hizo za leo, hasa kwa upande wa wafanyakazi Nasema hivi kwa wafanyakazi kwa sababu linatugusa li, li, li kama kanisa, kwa matukio yanayotokea hivi karibuni. Unajua, wengi tunapotoka chuoni tunaomba ajira, na hapa mnatoa ajira hospitali hii, lakini zitakapotangaza tu ajira za serikali wengine tunaondoka hata bila y kuaga vizuri eh? kwa sababu ajira za serikali zinafanya nini timepatikana tuombe. Mnao wafanyakazi kazi, tuwashukuru kwanza ninyi mliopo ambao mnadumu na sisi. Mungu awabariki kwa kuwa mnajali huduma mnayohudumia watu na sio tu fedha tu kwa sababu ya mishahara tu, hii ni, ni huduma. Kwa hivyo huu ni mwito pia kwa serikali yetu, kwa sababu sisi tunapokea watu, watu wanaoomba ajira na tunawapatia ajira katika sekta binafsi. Sasa inafika wakati wale wakishakuwa wameiva ndio wanaochukuliwa, lakini kuna kundi lingine lipo mtaani huko halina ajira. Kwa hivi tunaomba serikali iwe inawafikiria wale ambao hawana nini ajira, wale ambao tunao kwenye ajira wawabakize humu na watoe mafao mazuri kwa wafanyakazi hata wa sekta binafsi hiyo mimi ni ombi langu kwa serikali nadhani watu wa serikali mpo hapa na mnatuwakilisha huko ndugu zangu nisiseme mengi sana ila tupo katika mwaka wa maujaji katika matumaini mwaka wa jubilei kuu elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo tuifurahia hii jubilei kwa sababu jubilei nyingine kuja ni miaka 25 mingine maana yake mwaka elfu mbili na hamsini sijui tutakuwepo kwa hiyo usipofurahia hii hapa ile ya mbele hiyo. Eh, tu Mungu. Kwa hiyo tufurahie jubilei hii kwai. Ndugu zangu, niwaombe wahudumu wa afya wa sisi, tuwe chachu ya matumaini, tutoe tumaini kwa wagonjwa wetu. Mgonjwa akija hospitalini hapa aone wahuweni, uh, apate ahuweni, apate unafuu wa ugonjwa wake kwa kukuona wewe mhudumu unayempokea mhudumu Toa tabasamu, mhudumie mgonjwa vizuri eh. Mgonjwa aonje kwamba amepona hata kama hujampa kidonge. Yaani kuna wagonjwa wengine watu tunawapa hapa vile vidonge vinaitwa placebo eh? Yaani amekuja anaumwa, ila tunapima tunaona huyu haumwi, basi ni matatizo yake, tunaomba kidonge fulani ili aende ajisikia amepona eh. Kwa hivi wewe mhudumu uwe mganga, uwe nesi, uwe wa mapokezi, toa tumaini kwa mgonjwa. Hospitali hii iwe chachu ya matumaini kupitia kazi zenu. Kwa hivyo, ni waombe mwaka huu wa matumaini, tuwe wajumbe wa matumaini kwa wale tunaowahudumia. Mungu awabariki nyote katika kazi zenu, na zipo changamoto nyingi ambazo zimeorodheshwa hapa, hatuwezi kuzijibu wala kuzitolea suluhisho leo lakini baba askofu ameniambia kwa lolote ambalo lipo katika mamlaka yake, yeye yupo tayari kuwasaidia na kuwasemea pale ambapo yeye mamlaka yake inafikia. kwa hivyo changamoto kubwa hasa ni mara nyingine katika kazi zetu, unaweza ukajitahidi sana ukajituma sana kuhudumia wagonjwa vizuri, lakini sio wote ambao watakuwa na mapokeo mazuri na huduma yetu. Kwa namna nyingine, mgonjwa anaweza akakujeli au akakujibu vibaya akakutukana, lakini kwa sababu ya maadili ambayo tumefunzwa katika kazi yetu, haupaswi kubishana na mgonjwa wala haupaswi kujibu mgonjwa kulingana na jinsi ambavyo amekutukana au amekujibu vibaya, bali tunapaswa kunyamaza na kuendelea na kazi zetu kama kawaida. Mtu anaitwa mgonjwa, mgonjwa na changamoto zake. Unajua kuna wakati mwingine mgonjwa anaweza akakujibu vibaya, lakini kama una maadili ya kazi inatakiwa ufanye kazi kadri maadili yanavyostahili. Na kipi cha kuzungumza na watumishi wenzako kwa siku ya leo? Mimi ni kwa hasa tu, eh, waendelee kuwa wavumilivu, waendelee kuwa na moyo, tutiane moyo, lakini bila kumsahau Mwenyezi Mungu.